jengo kusudi tuongee na raia ya, ya Majengo na unajua raia ya Majengo na population ya Majengo ni watu ambao wako na mafamilia huko Mugrano, kuko magumu mingi, wazazi wana walisha kuwa wakimbizi, wengine wachinja kila siku. Tuko na reveiller conscience ya vijana wa Majengo wajiunge kwenye jeshi letu la AFC, tufanye njia pamoja, tuende tukomboe wazazi wao na tusimamishe hiyo mauaji ambayo kabisa imedumu ime. Na kwa nini umewaelezea kuhusu mikataba ya Doha? Mikataba ya Doha, unajua watu wengi wanaichunga, na wengine wanaisema tofauti na jinsi iko. Sisi tumekuwa kuambia ukweli ya vitu ambavyo inaendelea huko Doha. Asante na kuambia. Asante. Hey. Unajua hii Majengo, watu wengi wana wazazi huko Mgrano Mnajua Granor, shefu wetu ameisemea kwamba wanachinja watu depuis 2014 mpaka leo. Ukitembea huko na Masisi wapi kule, jenesi ya Masisi njo iko na chunga kwao. Kama uko kijana unafamia kule leo, njo kaso ya kuingia kwenye, kwenye jeshi wedileta usalama kwenu huko Mgranor sababu tukoenda restua l autorité de l'etat huko Mgrano. Karibu kwenu Tutawapatia majina. Eh, tavakaindoenekombo kwenu pamoja na sisi wakavira basara wa Naomi wa Debora, hey. jutako nalala munyumba vengine viko wanafanya patrol ke na amani, unalala wey na mama mamako analala na sinzia, na wewe kiana na una sinzia eh, eh, eh, eh. Bandugu vijana, ingia kugari polepole, hii ni maneno ya kweli tukomboa kule Mugano, tuwatoshe mwile utumwa ambao wako nayo. Ni leo kuingia hapa, tunafanya safari na wewe, unaingia karibu karibu. Vijana, vijana, kuchagua mzuri, chi yako itakuwa wapi? auna malali ya roho shofere ya mishipa shofere, ameniambia kwamba kuna huko wenye wako na unaogopa kupita hapa, kunaingia mfuati wenzenu. Kama unaogopa kupita hapa mbele adi kopani ko fime vimacho vya watu havitakuona, shangazi sijue nani hawataona. Hey, kamata maamuzi kama mwanaume. Hii ni jambo la kujitolea kusimama, nasema ninapenda na kwetu mugano usalamu irudie. Ni maamuzi ya janaume, haiko maamuzi ya uzembe Kamata decision desisio, pole pole, kama pita upeipita, pambele pita tu pole pole ungie kwenye gari na wengine. Sasa tunamaliza hii mazungumzo, mnanifuata iko vile na ndugu, eh huko jene, pole polepole ndakuingiza mgari moya, hivi utaenda na vimacho vimacho hapa ya watu ubisikusikilie wivu ju, siku narudia wewe. Eh, hey, mama weye, mamako kutakuwa adresse kwenu. Eh, kwenu, mwambie mama mama Jacques.

Nayorudilia tena ndani aliigusa yuru yuruyuru. Tutapiga hizo nyatura, hao wazalendo pamoja na FARDC hapa kesho. Kama Tshisekedi anakuwa lome de parol, tutawapiga pamoja. Njo maana mwile kadri yetu ya kupika kuzungumuza na nyinyi tujue mnaongea nini. Tutapana swali tatu, wa baba wawili na mama mmoja Ikuwe ni maswali ambayo inagusa karibu maisha ya karte Majengo, hapana ya kibinafsi, maisha ya majengo tujue iko namna gani. Uhakikishe kwa kwamba swali lako haukosaki kumakestio, nadhani hautauliza ile ile tena. Karibu mama. Sasa kume, kuna mama karibu tuna weye Hapana kusema historia mrefu kusemahiriamurefu uingie direkta kwenye kesho. hmm. Jambo population ya majengo jambo! Mie naitwa kwa jina ya Brigitte Bora, mina tumikiaka hapa musoko ya majengo Makes. Mie na kesho yangu yenye natuma mimi nafika hapa ni kusema sie wa mama wa pato ndogo tunateseka juu ya nini tunateseka? Tunasemaka kama uko na ifranga unaweza enda langula saki ya sombe huku inje ya inchi yetu, unajitupa sasa. Sa tunarudiaka na ile saki ya sombe, tunafika hapa ku bariere ya uperpe juu kusema ile sombe inge mwai muji ya Goma yafa, uanze manegosiasio kulipia ile saki ya sombe. Banakwambia uilipie 6000 francs hasa mwile saki yasombe, hauna mo entere ya 10000 francs. Sasa so nalipa ile 6000 francs, unafika msoko kuuzisha, hautapata tena mwana mrongo ya watoto. kama mtoto alikuwa anakosa kae, kama alikosa bike ku masomo, hautapata gisi tena ya kuiuza ile njoke. Kestio yangu

Anakwambia uanze lipa mwezi wa tano mpaka ku mwezi wa kumi na moya, hauna kazi na nakwambia, de dolare ilikuwa kambele msimili fa leo hii sijue kama de dolare ni ngapi mkubwa, paske leo hii tukuwasikia asesema, wanasema tutalipa ifra na uchafu havuko kutoka mkartier, tunalipa asesema, me

ile ina maana kubwa tunapashwa sapoti ile kazi ya assainissement. Labda tutaongea na hao ambao wanahusika na kulipisha ile taxe kameme, kukue ine maniere courtoise ya kulipisha ile taxe me, inapashwa haiko taxe derriere, c'est une contribution ya wale watu ambao wanatoa yule uchafu, na nisikia kwamba kuna njama ambazo wako nafanya kusudhi uchafu ambayo ilishaendelea kuwa masteredester po gisi watafanya itoki. Tutaongea nao mukadre ya ku percevoir ya kulipisha ile contribution, waifanye kama watu wazima, wasibrutalize watu, mekuilipa li normal. Asante, tunaendelea na wewe. Asante sana. Mi jina langu Prince Kiongozi. Kwanza mbele ya yote ninashukuru kwanza chama chetu. Mimi nasikia ka wivu sasa, mimi nakutana na sababu siku na siku na telefoni yangu hata ninyanganyayo. Shangilia shangilia shangilia kwa ile kitu mzuri. Inanipatia ka wivu ya kuingia mchama mimi, sasa mimi na miaka, mimi nasema. Mimi nilikuwa niko nene miaka ya ya chini ya Pumkeya, na mimi niende kwa naminende kuwasasavali wa soda wangu namifai ngineko bantu na mimi basi, namivasiogobe kama telefoni itaibiwa na ungali pale. Tunapana precision sisi, precizion sisi haturekrite tu majeshi na ba cadre politico administratif. Unaweza tukuya unaingia kwa ba cadre politico administratif, ni mafunzo tu ya 3 jours 4 jours, unakuwa sasa kama sisi lakini mimi ndagusia tu viwili tatu. Ni pendekezo takom ya assainissement anzi yako si e Goma iko ville touristique, sasa tunaona mabuchafu hivi ville touristique, tunafananishiwa vil na bal vale benye balishaka aenda, tuligomboliwa mu sécurité mu bingine byote me inonekana, tunaanza tabia za zamani mubuchafu ni juu ya chama chetu inatuchunga mzuri, ndio lakini kushaanza kuwa ndani, wale bashaanza fanana na wale wa zamani tangia mwa hivi. Ule mtu mwenye alikia kaa pagoma na rafiki kule umechama sasa, anakutana na pagoma, anaanza tumikisha trafic d'influence, banaanza kwa na kuarete hapata kufikisha hata kubiru fulani, anakubeba fasi mwatu anaanza kuintimide juu unajikutana eh, wakanidoa mwanze nzee, wala fasi mwa hivi, jikopesha huku na huku kukutia mdepansi ya bure ijapokuwa

Kama utabraemo pale, lakini tunasema hivi coordonater linianza kusema kwamba tukuwe wazi, kama lika yapo, ulipashwa sema dairi na vale vatu venge, wana tukakase hapa hapahapa, se tunakamataka ni desizo pale pale, tunakia kumia na populasion manake si tuko na kapasite ya kubakia na nyie hapa tuna dialoge mpaka saa kesho me juu ya shuguri za maisha. Minawambia kenyie njo muko na ekonomia inchi mu bikono. Kama tunashinda apa mpaka mangaribi, ule mama mwiko anachuruza atalipa taxe, na kama alipe taxe na pili ya kutia mu bikula tutaipata, njo mana tunachaka tunaongea panda e epi batu banarudia banenda mwa kazi. Yeye kaka alisema juu ya yao se nmpoeya ukuzolea kuchafu, ulimenya birai, ulitwanga sombe, ulifagia nyumba, ulimenya kihembe. Ulifanya nini? Uliparura vinono ile uchafu yote ile society nakuekutoshea una nani, ekama unasema mimi sikuona uchafu, sipigake simenyewe rais sifaji yake sifanyake nini? Eh bwana, wewe utaenda unaambia shefu, naambia mimi yeye na siku lake kwangu, palikoseka kutongake uchafu sitalipaka ile tax. Eh? Sivile eh, lakini sioni familia atamwenyaikulake yapo. Watu wote wanapiga sombe, watu wote wanamenya viazi, watu wote wanafagia nyumba. Sivile, c'est vrai, tunaiwa hali haiko nani. Me société za mbele zilikuwa nalipisha ngapi? 5 dollars par ménage. Sivile, mo logique ya ku redistribuer